Sina kwenye performance kamwacha mbali mno. Yaani kwenye performance ya jukwaani huwezi kushindana. Huwezi kushindana. Yaani huwezi hata, alikuwa bora aende kuimba uti. Kwa mfano mimi nakuzungumza ndiyo nyimbo yake ile. Hapo Diamond anakamata mic na kuanza kwa masafa. Wewe mwenyewe utachikisa mguu kwenye nyimbo. Hapo Diamond anakubana pua ndafaya. Ndo kama hili wanamdanganya kweli, na wanamdanganya ni hawa kuimba. Ma DJ si msaidie, ana hela hapa, mmoja ela kitoto moja wa kuimba wewe, mimi na kwanza, kila siku nawaambia hajui kuimba, anajua kubana pua. Yani kuimba nyimbo zile haitaji kubana pua, mbani pua kwa sababu Michael Jackson Nule. The, the best, best performance ever wasanii kama kinaloricha.